Kuna matukio ya wasiojulikana kwenye recommendations. Unasema moja eh, ya mikakati, twende kwenye katiba mpya. Najua swala la katiba litachukua muda mrefu. Tufanye nini kwa sasa, wakati tunasubiri katiba mpya, kukabiliana na haya matukio ya wasiojulikana? Asante sana. Sawa, asante. E, ni kweli katiba mpya inaweza ikachukua muda lakini yapo ambayo tunaweza tukayafanya wakati tunasubiria kufika huko kwenye nchi ya ahadi ambayo ni katiba mpya na inayozingatia e, maoni ya wananchi. E, kuna masuala kadhaa ambayo tumeyapendekeza mojawapo kwanza ni kutekeleza mapendekezo ya ile tume ya haki jinai. Nadhani ni muhimu sana. Ee, kuna mapendekezo mengi mazuri ambayo yamechukuliwa na tume na mengine ambayo yametolewa na wadau mbalimbali, hususan katika kuimarisha haki jinai, kwa sababu hilo swala pia linaangukia zaidi upande wa haki jinai. Pili, tumekuwa tukipendekeza kiundwe chombo maalum cha kuchunguza tuhuma dhidi ya maafisa wa vyombo vya dola kwa sababu mengine haya wanatuhumiwa wao, kiundo hicho chombo maalum ambacho, eh, kitasaidia kuwafanya wananchi waweze kukifikia kirahisi na kuweza kutoa malalamiko yao, na wao kuhakikisha uchunguzi ambao unafanyika eh, unakuwa ni wa huru na unakuwa ni wa uwazi na unafanyika kwa uharaka ambao eh, utaweza kusaidia hatua nyingine zaidi eh, kuweza kuchukuliwa kwa hiyo hayo ni mojawapo ya mapendekezo ambayo tunayatoa mengine, kwa ajili ya kukabiliana na hiyo changamoto ya hawa ambao hawajulikani. Lakini pia kwa upande wa jamii bado tuna wajibu pia wa kuibua, sababu inawezekana kuna wengine tunawakumbatia katika jamii, tuweze kuibua. Lakini pia kuwe kuna mashirikiano mazuri na kuongeza uratibu kati ya vyombo ambavyo vinasimamia masuala ya haki kuna mahakama kuna jeshi la polisi kuna watu wa mashtaka na vitu kama hivyo ya. Kwa kifupi, hao ni baadhi ya mapendekezo ambayo mengine tumeyatoa ukiacha hili swala la katiba mpya. Asante, tuna dakika chache kabisa kabla hatujafikia ukingoni mwa shughuli yetu hii muhimu, naomba kama kuna swali kwa upande wa watu wa TEHAMA au humu ndani, tafadhali au commenti. nita kuna mkono tafadhali, nadhani kuna akisemea mdomo kipo hapo hai ni, ni, wakati anazungumza kuhusiana na ripoti pale, kuna sehemu amezungumzia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kwamba mmenoti me vifo takribani vitano ambavyo vilijitokeza kwa wagombea ikiwemo pia na viongozi. Labda mapendekezo yenu katika hili haswa, tunapoelekea kwenye uchaguzi, mnaona mazingira gani ambayo yanaweza yakasaidia kuepusha mazingira yaliyojitokeza katika kipindi cha mwaka 2024 a yasitokee tena? Asante e, ripoti inatoa mapendekezo mengi kuhusiana na masuala ya uchaguzi hususan tunapoelekea uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano na mapendekezo haya mengi tayari pia yametolewa kwenye ile e, tume maalum ya rais iliyoundwa kwa ajili ya kuangalia masuala ya demokrasia ambao naamini pia yakitelekezwa yatasaidia kupunguza baadhi ya hizi kasoro, sababu changamoto kubwa ni kasoro za uchaguzi. Mathalan tulisikia malalamiko mengi e, kuhusiana na wagombea wa kuinguliwa eh, kwa sababu mbalimbali mbali ambazo hazikuwa za msingi. Si huyu jina lake sijui limekuaje, sijui herufi R haipo, na wengine walikuwa nalalamika kwamba hiyo ilifanyika makusudi. Kwao ni kufanya maboresho hayo ya sheria zilizopo e, kuhakikisha Uh, hakuna uonevu eh, upande wa uteuzi wa wagombea mbalimbali, na kasoro zinazojitokeza wakati wa uchaguzi ziweze kufanyiwa kazi kwa wakati eh, na vitu vidogo vidogo visisababishe mtu akakiukiwa uh, haki yake ya kimsingi ya katiba. Yaani, yeah, kuna vile vitu hata mahakamani wao vinaonekana ni vidogo ambavyo haviwezi ukisema uvitilie sana maanani utakuwa umekiuka haki za msingi za yule yule mtuhumiwa. Kwa kwa kwanza ni kufanyia kazi mapendekezo hayo ambayo yametolewa kiwemo na tume na sisi wenyewe, kuhakikisha kuna uwazi e, sheria zinakuwa zinazingatiwa na sheria hizo na kanuni zilizopo zinakuwa zinazingatia viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa vya haki za binadamu, hususan upande wa uchaguzi. Ya, tumekuwa na changamoto nyingi sana kwenye uchaguzi wetu na zimekuwa zinaainishwa na mnaona kwamba na ndio maana hata kwenye ufunguzi wangu nilisema changamoto zilizojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa zimekuja kuathiri hata maandalizi ya uchaguzi unaoendelea. Na mnaona joto tayari limeshakuwa kubwa na haya matatizo ya kuanza elfu mbili na ishirini na nne, tulianza elfu mbili na kumi na tisa, elfu mbili na ishirini na sasa tunazo changamoto changamoto nyingi tulizonazo kwenye chaguzi zetu ni chaguzi kutokusimamiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano, vigezo vya mgombea vimeainishwa kwenye katiba na sheria, lakini mtu anaweza akainguliwa kwa vigezo ambavyo haviko kwa mujibu wa sheria wala katiba. kama sifa za mtu kugombea nafasi yoyote ya, ya, ya uongozi zimeainishwa kwenye sheria, lazima zipate misingi ile. Lakini matumizi makubwa ya vyombo vya dola pamoja na majeshi yetu, uchaguzi siyo vita. Uchaguzi ni zoezi la kidemokrasia. Tukuwa tunategemea kwamba kipindi cha uchaguzi vyombo vya dola visimame kwenye nafasi yake, kulinda ulinzi na usalama wa raia kuliko kudhibiti e, yale makundi ambayo yanashiriki kwenye mchakato wa uchaguzi na mambo mengine. Ukiangalia idadi ya watu waliolio kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na ukiangalia nafasi zao na matendo gani walikuwa wanafanya, huwezi kuona hata sehemu ambao unasema kuna taharuki iliyopelekea mtu huyu kuuliwa. Kwa mfano mliona yule wa Singida na afisa magereza wanasema. Kwa kwa hiyo tunapotumia vyombo vya dola vibaya pia vinaleta changamoto kubwa sana kwenye chaguzi zetu. Kwa hiyo lazima tujenge meza iliyo sawa kwenye uchaguzi, mgombea akiwa chama tawala akiwa chama cha hizi e, vya upinzani, wapewe nafasi sawa kwenye meza ya siasa, kwa sababu pia kuna kuwepo na mihemko ya wale wafuasi wa vyama wanapoona kwamba mambo haendi vizuri. Kwa hiyo tunaamini kwamba tuna nafasi kubwa sana, kwa nafasi hapa kwenye, kwa mfano tume huru ya uchaguzi kufungua meza ya majadiliano. Tulikuwa na mjadala, mliona juzi wa TLS kwamba kuna uwezekano wa kuwa na majadiliano kati ya hao wadau wote wa uchaguzi, vyama vya siasa, wananchi wenyewe pamoja na vyombo vya dola serikali nayo imekuwa ni kikwazo kikubwa, kwa namna moja au nyingine kuingilia kwenye mchakato wa uchaguzi. Kwa hiyo unapoweza kutenga hizi mamlaka na ukaacha tume ikawa huru inavyotakiwa, lazima kuwepo na usalama na uchaguzi ufanyike kwa uhuru na uwazi. Tulipewa mfano juzi kuto, kutoka, kutoka India, kipindi cha uchaguzi, mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, wale askari ambao watatumika kwenye uchaguzi wanakuwa na ripoti kwa tume ya uchaguzi kwa hiyo mafunzo, maandalizi, amri wanapokea kutoka kwa tume. Ina maana kwa muda huo e, yule anaitwa mkuu wa kile chombo cha, cha ulinzi na usalama, tuseme labda IGP anakuwa hana mamlaka na askari yao, kwa muda huo wanakuwa ni wa chombo cha kinachosimamia uchaguzi. Katika hali ya kawaida tukua tunategemea kwamba matumizi ya nguvu ambazo sio za lazima na vyombo vya dola kipindi cha uchaguzi hazina nafasi. Tuachie siasa zifanyike, tuachie demokrasia ichukue nafasi yake, na vyombo vya ulinzi na usalama vilinde raia, kwamba kazi yao ni kulinda usalama wa raia na sio ku, kuwaadhibu au kutumia vyombo vya moto ambavyo vinapeleka vifo kwa, kwa wagombea na wafuasi wao. Asanteni, asanteni. Uh, studio Watu wa vibwebwezo tehama, kama hamna lolote kwenu, ninaomba kuwashukuru nyote. Lakini kabla hatujaenda kufunga, ninaomba tupate picha za makundi, halafu tutakwenda kufunga uh, kikao kazi ya uzinduzi wetu huu muhimu kwa siku. Oh lipo moja, asante. Mara nyingi mziki unakuwa mzuri pale unapofikia mwisho, ndio unagundua. Asante, asante, karibu Asante. Kuna swali kutoka kwa Lutgard Kokulinda Kagaruki. Anasema kesi za unyanyasaji wa watoto kingono kuna ucheleweshwaji mkubwa hadi watuhumiwa kupotea. Tunaweza kuwa na koti maalum na sehemu ya kuhifadhi wakosaji kurahisisha kesi hizi?